Wakazi hao wamebainisha kuwa changamoto hiyo imepelekea mara kadhaa kujifungua wakati wakiwa njiani, hali ambayo inawatia hofu katika usalama wa afya za mama na wajawazito na watoto, sambamba na kukosa huduma za kawaida za usafiri na usafirishaji wa bidhaa. Gari imeganda, itabidi waje watu kwanza, tuwe watu waje wasukume gari. Wazazi anatafunika ana, tukifika vitongoji ni saa ngapi eh? Wazazi wa mgarini anatilifu mimi nimepokea kama watu wanne barabarani njiani humo hatujafika vitongoji. Hata juzi juzi huu mwezi huu kajifungua hapo, na kutoka kuna mvua hakutokeki. Asubuhi kushakuta vipi kila endelea dereva akwambia basi toki gari yangu haitoki senda kwa kijiji chetu. Kuna changamoto ya barabara, barabara yetu ni mbovu, haitoki hai. Ikinyesha mvua barabara ni mbovu. Juzi katika kujifungua nilikaa nikajifungulia nyumbani. Nilipojifungulia nyumbani katika kuumwa, nilipata mtu tu hivi akanipokea, katika kunipokea mtoto alikunywa maji machafu. Hapo hapo kwa hali ya barabara, gari hazipiti wala hazindi huko wala hazirudi huku. Hebu leo na waje wabunge na wawakilishi pamoja mawaziri, waje waitazame njia, haipitiki hivi. Ni kwambiavo kwanzia toka juzi, mabodaboda yaanguka na gari hazipiti, na sie twasumbuka kwa sababu kijiji chetu kina maendeleo makubwa, kwa sababu kina wafinyanzi, kina kedi zisizopunguana kumi, kuna wafanyabiashara wengine wadogo wadogo, lakini ikifika kipindi cha mvua inakuwa ni usumbufu mkubwa kwetu. Arudi tena kwenye barabara, barabara yetu tuligeiwa fusi. Iiweka nsahau kukwambia lile fusi tulilogaiwa hatima yake lilikuja likakokolewa, tukaambiwa tutakatengezewa njia labda tukalitia tena mara ya pili ikaiakukolewa tena vile vile, tutatengezewa njia. Kwa hiyo tushachoka tumfuatilia, mpaka tumeamua maendeleo shautufikishia, lakini tayari tumeshindwa. Ni njia sio maendeleo yetu. Sasa hivi na kutaka kuendelea bado njia tu. Habari Wikiendi haikusita kutafuta kujua mwarobaini wa kilio cha Wanapembeni, ambapo afisa mdhamini wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Pemba, Ibrahim Saleh Juma amesema tayari barabara hiyo ipo katika mpango kazi miongoni mwa barabara zitakazojengwa hivi karibuni na kuahidi kwenda kuiona ili kujua namna ya kuwasaidia kwa hatua ya dharura. Na kampuni ya CCC wa China ndio ambao watajenga, watajenga barabara watafikiwa muda sio mrefu na ujenzi rasmi wa barabara kupitia wakala wa barabara. Tutapita na tutafanya site visit kwenda kutembelea kuona hizo shida ambazo hivi sasa zimewakabili, na kama kuna hatua zozote za dharura ambazo zinaweza zikachukuliwa. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Haji wa Habari Weekend.